Leo tuition inaendelea kwa mashule. Kwa nini? Kwa sababu mbinu za 844 ndizo zinatumika tu kufunza CBC, ile kupea watoto kazi nyingi ile hii tuition na kila kitu, lakini CBC ya ukweli haihitaji tuition, inahitaji tu mso, mtoto asome naturally vile ako wakati ule umepeana, ili ujue ni nini iko ndani yake. Hii nyingine wanafanya ni artificial, hata hizi grade zingine. Unajua kwa nini? Kwa sababu mfumo wa CBC haupeani nafasi ya kuongezea kitu ambacho akipo ndani ya mtoto, ni mtoto aruhusiwe asome naturally, aelewe vitu katika njia ya kawaida, ili ajulikane nini kiko ndani yake. Unajua tuition ni kuwekwa kitu hauna ni kuwekwa ku, kitu ambao haiko ndani yako kabisa, ni, mtu mwingine anataka kukuweka kwa hivyo mtoto mm, anahitaji tu asome muda ule uliopeana wa kawaida, kwa sababu KICD, Kenya Institute of Curriculum Development, wakati ambao wana design ya masomo wanapeana zile zinaitwa conduct hours, wanasema ili mtoto aelewe hii kitu anahitaji hii masomo na Ministry of Education ndio wanaweka kwa timetable. Kwa hivyo kitu kingine zaidi ya hicho ni, ni kuonyesha huyu mtoto unataka kumfanye awe kila ambacho ay, ay, ay, ana ama akuwe mtu ambaye sio yule ambaye angekuwa naturally.